Lugha ya mtu anayejitafuta ni tofauti sana na mtu aliyejipata, na ni tofauti kabisa na lugha ya wale ambao bado wanajitengeneza ili wajipate. Aliyeshiba hahitaji faraja ya maneno. Shibe inamlinda, na jeuri yake iko kwenye mbegu aliyoitunza kwa ajili ya kesho. Na ndiyo maana hamwezi mkaongea lugha moja mkaelewana, kwa sababu unachokiota yeye anakiona kwa macho kila siku. Na unachokitamani yeye tayari amekiweka akiba kwa ajili ya kesho. Unachotamani kuambiwa yeye anakisikia kila siku anapoamka, na tayari amejifunza kuongea zaidi kwa sauti ya vitendo kuliko kinywa chake. Tunachojifunza hapa ni kwamba usimtegemee mwanadamu, punguza shobo, kwa sababu macho yake yakishafunguka kuna vitu ataacha kuviona hata kama viko mbele yake, na masikio yake yatasikia zaidi vitendo kuliko sauti. Unachotakiwa kufanya ni kutafuta upenyo na kupiga hatua za safari yako.